Na magonjwa ya macho, nimeenda nikasafishwa hapo Kilifi hospitali. Sasa mwaka huu ni waine jicho langu halijapona. Sasa ndio nimekuja juzi nikakosa, ndio leo nimekuja tena niangalie kama litaangaliwa hilo jicho, na hiyo kiuno, tumbo yanisumbua kuuma. E, ndio nimekuja hapa kama nitapata usaidizi nisaidike, lakini mm, najaribu leo kama atasaidika. Nimeandikiwa, naenda kwa kuchukua dawa. Unaonekana na daktari, unaonaje huduma? Nzuri, nashukuru Mungu. Huduma nzuri, nashukuru Mungu. Ugonjwa huu kwa sasa mwaka wa tisa, naenda hospitali kadha wa kadha, naenda huko hospitali ya serikali, lakini baba yake kule